Hello, hivi mtaani kwako ni nani ambaye anaogopwa na kila mtu? Au je, nani alifanya uhama eneo kwa tabia zake za hovyo? Hii ni Dani Movie Review, na mimi ni Queen Africa. Twende pamoja. Mzigo unaanzia kwa huyu kijana hapa anakimbia kwa wasiwasi, mara na kurupuka na haraka anafungasha virago vyake na kuondoka. Huyu jamaa kwa kusemekana tu alikuwa ni mchungaji katika eneo hilo, lakini kutokana na kwamba eneo hilo limetawaliwa sana na nguvu za giza, wachungaji wenyewe wakawa wanashindwa hata kuishi katika eneo hilo kwa amani, hivyo wakawa wanaondoka mmoja baada ya mwingine. Anapita njiani anaonekana na mabinti wawili. Hawa waliulizana kwa nini anaondoka haraka vile kijijini pale. Jamaa anamwambia inawezekana kijiji kimemshinda na ndio maana anaondoka. Na akashauri tu wafuate mambo yao, yani wasiingilie mambo ambayo yao hayawahusu. Anakuja kijana kumgongea pasta, anashangaa kuona ukimya wa ajabu na mlango umefungwa kumaanisha kwamba ameshaondoka kabisa katika eneo lile. Upande wa pili huyu mzee hapa anaswaki, yani wakati huo alikuwa anapiga zake mswaki kusafisha meno yake vizuri. Mara anakuja binti yake. Kama unampata huyo dada ndio yule ambaye alikuwa anamshuhudia pasta wakati anakimbia. Aliofika pale kwa furaha furaha sana akampatia baba yake taarifa njema kumhusu pasta kwamba alimwona pasta akiwa anakimbia, yani anakikimbia kijiji hicho. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha sana kwa upande wao. Baba alifurahi sana na kudai kuwa alimkanya juu ya hilo, lakini hakutaka kusikia kabisa. Mzee alisema pasta alidhani atachukua ardhi ile, yani kwa kujifanya yeye ni mtu wa Mungu sana kushinda wengine. Binti anamwambia kuwa anajivunia sana baba yake, yani binti anajua baba yake kitu gani ambacho anakifanya, yani anaelewa vizuri shughuli za baba yake. Ile midnight, nikimaanisha usiku mnene, huko vijana wanaongea kuhusu ujio mpya wa mchungaji, ila waliulizana kama huyu wa kwanza alishindwa, huyu wa pili je, ataweza kukaa, yaani ataweza kuhimili mikiki katika eneo hili? Sasa hii ni wiki moja baadaye. Baba anashukuru sana kuona pasta amekubali kuja katika kijiji hicho maana walimuomba kwa muda mrefu sana. Pasta alijibu kuwa anaamini watafanya kazi kwa ubora na baba alimtambulisha kijana wake kwa pasta na kumwambia kwa chochote kile ambacho kitaweza kutokea basi kijana wake yupo kwa ajili ya kutoa msaada. Kwa hiyo muda wote atakaohitaji basi atakuwa pamoja naye. Pasta naye alikuwa na vijana wake wawili. Yaani, anasema eneo hilo lina adui mkubwa sana na inabidi wajitahidi sana umwangamize ili mradi amani iwepo. Baadaye binti anatengeneza nafaka, anakuja baba yake akiwa hayuko sawa kabisa kutokana na ujio wa pasta mpya. Na binti naye pia alikuwa na hofu sana, kama baba yake atashindwa, basi itakuwa ni vita kubwa kweli kweli, kwa upande wake pamoja na huyo pasta, kwa sababu anaamini hata mara moja baba yake hajawahi kushindwa katika vita zake anazopigana. Lakini ujio huu kama umemtikisa baba yake, ilhali bado hajaanza kufanya chochote, aliamini inawezekana kuhu kwa kwa kwa kushindwa kwa upande wa wa wa wa baba yake. Baba baba baba yake. yake yake. Binti yake na na na kumwelezea kwamba anatakiwa awe jasiri na yeye yeye atahakikisha yule pasta pasta anaondoka kama jinsi ambavyo wengine waliweza kuondoka. Baadaye mtoto mtoto wa mwenye nyumba anazungumza na mtoto wa pasta. Kijana anasema huko kijijini kumekaa vizuri sana sana, sababu alikuwa akimficha mchumba wake wake wake kwa muda mrefu kwa baba yake. Unajua tena baba ni mtu wa makanisa, alafu sasa mambo ya mademo huwa siku zote anawapinga sana watoto watoto wake katika masuala hayo. Yeye anaamini watoto wake wanatakiwa mfuate katika nyendo zake. Na siyo nyendo nyingine tofauti. So anaambiwa bwana, kijijini hapo kuna warembo wengi sana na atapata anayemfaa. Na kuhusu hilo mtoto, baba mwenye nyumba akamwambia tu, usiwe na wasiwasi, mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo ukitaka kula bata, mimi utaniambia tu kwa sababu watoto wakali kijijini kwetu wapo kama wote. Kwa hiyo kama ulikuwa unaficha huko, ndo sehemu eneo lenyewe yani unaweza ukaficha hapa na mtu asikuone kabisa kwa sababu kuna vichaka vya kutosha. Usiku baba anawanga huko yani anatoa yale ya moyoni. Kamwita bundi wa kichawi na kumtuma akiamini kwamba atamfanya Pasta aondoke mapema sana katika eneo lile. Asubuhi pasta anatoka ndani anasema anahisi kwamba kuna mambo magumu sana, yani anahisi kuna jambo baya linaenda kutokea, kwa sababu jinsi ambavyo alikuwa akiangalia hali ya hewa tu ya siku ile aliamini alia, hapa kutakuwa kuna utofauti, yani hapa hapa hajakaa sawa kabisa. Hivyo akaingia ndani kumuita kijana wake, maana wakati huo alikuwa anaongea na binti yake, huku binti anafagia, anakuja baba akiwa na hasira sana na hofu ya kushindwa. Baba anamweka wazi kuwa mambo sio mazuri ma kusambaratisha tu basi adui yao anaweza akawaangamiza wote. Siku inayofuata mtoto mchungaji amepotea bwana. na kumwomba, ya, Chama, lakini, na Kwa hiyo, wakati anatafuta tafuta eneo la kuelekea hafla anakutana na Chama, yaani binti wa yule mchawi. Wakati huo anakutana naye akaanza kumhoji na kumwomba aweze kumwelekeza eneo ambalo yeye anataka kwenda. Chama alianza kumwekea ugumu hivi, lakini baadaye akakubali. Hivyo wakatambuana pale, baada ya hapo safari ikaanza kuweza kuelekezana. Lakini katika kuelekezana kwao walijikuta wanazoeana kidogo. Yaani walikuwa wanapiga stori nyingi na waliongea mambo mengi sana. Mwisho wa siku wanaacha na upande kila mmoja anaondoka na upande wake. Binti karudi nyumbani, anamwambia baba yake kuwa sasa hivi ameonana na Obina. Baba aliuliza, Obina ni nani? Binti anamwambia Obina ni mtoto wa yule mchungaji. Baba alifurahi sana na aliamini kwamba mambo yataenda kuwa mazuri sana kwa upande wake, sababu kama ameshampata mtoto wa mchungaji wa kiume kupitia binti yake, basi hayo mengine anaweza yakawa mepesi kwelikweli kwa upande wake. Huku Obina amewekwa kikaoni na dada yake na anamsema sana kuhusu tabia zake. Anamwona mdogo wake amekasirika sana na wakati mwingi sana hamuoni kanisani. Yani amekuwa yuko mbali kabisa na mambo ambayo baba yao anawaelekeza. Kwa hiyo Obina alijikuta anakasirika sana na kuchukia mwisho siku anaondoka zake. Yaani kujibu chochote kile zaidi tu ya kujibu maneno ambayo dada yake alikuwa amemwambia. Eh, mara mchungaji anakimbia, watu wote tunashangaa, anashtuka. Tunakuja kufahamu kwamba naye pia amechezewa mchezo, yani akagundua kwamba kuna kitu kinamnyemelea kwa yeye tu, alivyotazama akaona tayari yuko hatarini. Upande huu sasa, jamaa anaongea na rafiki yake kumwelezea kuwa anampenda kweli Hobina na atafanya juu chini kulinda penzi lake, japo baba yake hataki kuliona hilo. Rafiki yake alimweleza kwamba asionane naye tena Hobina, sababu atamletea matatizo. Upande huu sasa kuna huyu kikongwe hapa anakuja binti wa mchungaji kumsaidia. Alimsaidia mpaka kufika porini. Bibi yule akashukuru sana na kumpatia matunda akidai kwamba ni mkarimu kweli kweli, hivyo alitamani na familia yake waende wakale matunda yale. Binti baada ya kumwachia kisogo tu, pale pale anabadilika. Yaani ile bibi anageuka kuwa yule mzee mchawi. Alicheka sana akidai kwamba tayari ameshawaweza na ameshawamaliza. Baadaye Obina yuko na mtoto wa mwenye nyumba. Kijana analalamika kwa huyo binti ambaye yeye amependana naye, ndio mtu ambaye hapendi hata siku moja kulikaribia kanisa kutokana na tabia za baba yake, pia hivyo hata binti pia hapendi kabisa kulikaribia kanisa, akiamini kwamba mambo yao yanaweza yakavurugika. Hivyo mtoto wa mwenye nyumba alimshauri sana Obina akae mbali na huyo binti. Obina kwa upande wake alikaa na msimamo wake, na alisema kwamba yeye anampenda sana na penzi lake atalipambania kwa hali na mali. Kijana akabaki anacheka sana sana, na wakajikuta wanafurahi kwa pamoja. Huko pasta anataka kutoka, anakuja binti yake anampatia matunda. Baba anayapokea vizuri ila alivyotazama aliona na utofauti kabisa mpaka binti pia alishangaa maana hakuamini kitu ambacho kimetokea pale. Baba anauliza, "Umepata wapi haya matunda?" Binti anamwambia, nilikutana tu na mtu akanipatia, nilimsaidia kitu fulani. Baba alihoji kama wewe binti au yule mzee alisha kukutana naye sehemu nyingine yoyote ile. Lakini kwa upande wake akajibu ni mara ya kwanza. Baba akawa na wasiwasi sana na kujua kwamba hizi ni chama za adui yake. Kwa hiyo ilibidi ajipange tena. Baba akatoka na yale matunda akayaombea na kuyatupa porini. Siku inayofuata ubina na chama amekutana kuongelea maisha yao na vikwazo wanavyopitia kutoka kwa wazazi na watu wa karibu. Huko pasta kasimamishwa na binti fulani vye akimwomba msaidie kuhusu jambo fulani, hivyo pasta akawa anamuhubiria pale na kumpa neno la Mungu akiwa pale alipata ubaridi fulani hivi, baada tu ya kumwona chamaa amepita karibu yake. Akauliza na akaelezewa kwamba huyo ni mtoto wa mtu hatari kweli kweli katika kijiji hicho, na hapo ndipo alipoamini kwamba hii ndiyo hatari kubwa iliyopo. Binti karudi kamfuata baba yake. Baba anauliza alipokuwa, binti anajiumauma tu. Baba anamkumbusha binti yake majukumu yake, huku akimkanya awe makini sana na asiruhusu hisia zake ziweze kumtawala katika jambo hili, huku dada anamsema kaka yake kwa tabia zake mbaya na kwa za kuhudhuria maombi kanisani. Kijana alilalamika sana maana anaona anasemwa sana yeye tu, akaona tu ondoke zake. Baadaye binti kawahi, anamgoja mtu wake anakuja kwa kuchelewa. Anamwelezea ile msibu, wanaongea mengi, wanakumbatiana na kuondoka. Baada ya kurudi binti amekaa na baba yake wakidiskasi la kufanya, maana mambo yashakuwa mazito. Kijana karudi nyumbani, baba anamsema kwa tabia yake aliyoianza ambayo yeye pia haipendi kabisa. Akamkanya kijana wake kamwe asijihusishe na yule binti. Usiku mzee Kilengeni anaendeleza kazi yake, kaomba sana na mizimu ikampatia bangili fulani hivi. Asubuhi anampatia binti yake ili mlari akampe Obina. Binti aliwaza sana, ila ikabidi tu aipeleke, maana hakuwa na jinsi gani. Nia yake ni kumfurahisha baba yake, lakini mwisho siku anajiumiza yeye na penzi lake. Kaenda kuonana na kijana anasalimiana naye kisha anampatia ile bangili akidai ndiyo ishara ya upendo wao. Kijana alifurahi sana kuona kwamba chama anamfikiria sana pia na yeye. Karudi nyumbani dada anafua. Alipoiona tu ile kacha basi akampokonya haraka na kuivaa yeye. Kaka alimwambia irudishe yeye atampatia nyingine lakini dada aligoma kabisa. Laani walitaka mpaka kugombana lakini ikabidi tu bina amwachie ile bangili aondoke zake. Usiku ule bundi katokea kimeujiza na kuondoka. Asubuhi pasta anaomboleza kifo cha binti yake. Yaani usiku ule basi msiba ulitokea. Anashindwa kuelewa nini ambacho kimeweza kutokea maana hata mambo yalivyotokea ni kama vile ndoto, yaani kolana na kuamka tu binti yake hamwoni tena. Baba anatafakari, anagundua kuwa kuna jambo haliko sawa. Baba anasema atawamaliza wote, baada ya binti basi baba na ubina watafuata. Binti anasema anampenda sana Obina. Baba anamkanya kamwe asije kufanya ujinga, maana atajutia kwa kitu ambacho anaweza kukifanya. Binti alilia sana. Kesho yake binti kaja kumliwaza mpenzi wake kwa kumpoteza dada yake. Binti aliuliza kuhusu bangili akaelezewa. Akaona abadilishe tu, achukue ile ya kwanza halafu ampatie nyingine mpya. Usiku binti kaja kilingene kwa baba yake na kuweka kitu fulani vikisha kuondoka haraka sana. Baba kaja bila kujua, kawasha mambo yake, akiamini kwamba atamaliza kazi yake leo hii, yaani atamuua mchungaji pamoja na mtoto wake wa kiume aliyobakia. Kaomba sana sana sana kwa kwa kwa mizimu lakini anajikuta anashambuliwa yeye yeye yeye na Mungu, na na na na na na nguvu ya Mungu na kumwangamiza. Asubuhi binti binti binti kaja kuongea na pasta kumwelezea kila kila kitu kitu huko akisema baba baba yake yake yake yake alikuwa mchawi na yeye ndiye alisababisha kila kitu. Yaani Yaani malengo yake yalikuwa ni kuwaua wote watatu, watatu baba pamoja na kijana wake na binti yake pia. Kuondoka yaani, kuondoka katika hicho kama jinsi ambavyo mapasta wengine waliweza kuondoka. Akamwambia kuwa kuwa yeye ndiye aliyemuua binti yake na alimuomba sana msamaha kwa kuwa alijua kakosea. Obina alijilaumu sana kwa kujikuta kwa kwa na sehemu ambayo ni mbaya kwa upande wake, lakini baba alikubaliana na kila kitu na kusamehe kwa sababu aliamini hasa huko binti yake ilipokuwa, basi yuko sehemu salama. Baba alisema kwa upande wake anamwachia Mungu na anashukuru sana kuona sasa kijiji hakitakuwa na matatizo tena, sababu adui zao tayari wameshafariki wote. Yaani hakutakuwa tena na adui katika eneo hilo. Mzigo naishia hapo. Hii ni Danny Movie Recap, till next time. Bye.